E yes, uh, niko na CEO wa Simba Zubeda Sakuru na muda si mrefu ametoka kufanya mazungumzo na waziri, naibu waziri wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar anahusika na michezo. Lakini tuna kombe la mapinduzi, michuano tayari imeanza, inaendelea uh, Simba ratiba yake tayari ishapangwa, inaanza tarehe tatu dhidi ya Mwembe Makumbi. Kwanza kabla ya haya ambayo imezungumzwa hapa, hebu waeleze mashabiki wa Simba Zanzibar na Tanzania Tanzania kote kuhusiana na matarajio ya Simba kwenye mashindano haya mwaka huu. Asante ah, sana ah, sisi kama klabu ya Simba Sports Club tumepokea kwa uzito na kufanyia kazi eh, taarifa ya kuweza kushiriki katika mashindano haya ya Mapinduzi ambayo yamekuwa yakifanyika kila mwaka kuelekea eh, sikukuu ya Mapinduzi tarehe 12 mwezi wa kwanza na kama klabu ya mpira ambayo imekuwa na historia kubwa katika Tanzania, tunaamini kwamba Kombe la Mapinduzi ni moja kati ya mashindano ambayo sio tu yana e, wakutanisha vilabu vya Tanzania pamoja, Tanzania bara pamoja na visiwani, lakini vilevile umeona, uh, pia tu, wameanza ku extend mpaka kwenye nchi za nje tuna URA eh, lakini vilevile vile nao baada na ya mazungumzo na serikali wameonesha nia ya dhati ya kuyafanya mashindano yaweze kushirikisha timu nyingine uh, katika ukanda wa Afrika Mashariki na mazungumzo ambayo tumeyafanya leo na serikali yakiongozwa na Wizara ya Michezo pamoja na kamati ya uratibu ya kitaifa ya mashindano haya, ni pamoja na kutuhakikishia e, maandalizi yote yamefanyika vizuri, na timu yetu inategemea kucheza mchezo wake wa kwanza siku ya tarehe tatu na itafika hapa Zanzibar siku ya tarehe moja e, sikukuu <laughs> ya mwaka mpya ya mwaka 2026, lakini pia kwa mara ya kwanza ikiwa imeambatana na kocha eh, wetu Steve Becker ambaye atakuwepo katika mashindano haya na ndio itakuwa ni challenge yake ya kwanza, lakini vile vile tutakuwa na kikosi chetu chote cha Simba ambacho kipo. Tunafahamu kwamba kuna baadhi ya wachezaji wako katika majukumu ya timu ya taifa, lakini sisi kwa uzito wake tumeona ni sehemu muhimu sana ya kuimarisha pia mahusiano yetu na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar ambayo kwa kiwango kikubwa imekuwa ni mdau mkubwa kwa Simba Sports Club. E, mwaka jana tulikuwa na, e, na kombe la shirikisho la Afrika na kwa kiwango kikubwa tulipata support kubwa kutoka katika serikali ya mapinduzi Zanzibar, kutoka kwa Mheshimiwa Rais Dkt. Huseni Mwinyi ambaye kwa kiwango kikubwa alifanikisha safari yetu. nusu fainali ilifanyika hapa. E, na sisi tulicheza na Stellenbosch kipindi kile na tulipata e, ushirikiano mkubwa. Tukaja tukacheza pia fainali na Berkane na pia tulipata ushirikiano mkubwa kwao. Tuna wajibu kama Watanzania, lakini kama wadau wa michezo kuhakikisha pia tunashiriki kikamilifu katika mashindano haya. A, katika uwepo wa Simba Zanzibar na kutoka katika yale ambayo umezungumza na serikali, kuna mambo gani hasa e, specific ambayo itafanyika kwa kipindi hiki Simba na serikali? Moja uh, tumekubaliana kuyafanya mashindano haya na kuyapa umuhimu kwa ukubwa wake, na sisi tunaelewa juhudi za serikali ya mapinduzi Zanzibar katika kuboresha michezo na ukizingatia sasa hivi serikali imewekeza kwa kiwango kikubwa, SMZ imewekeza kwa kiwango kikubwa katika sekta ya michezo. Kumekuwa na maboresho ya miundombinu hapa Zanzibar pamoja na Pemba, lakini katika yote hayo ni New Amani Stadium ambayo kwa kiwango kikubwa e, ndio imebeba taswira ya mafanikio ya serikali ya mapinduzi Zanzibar. Na kwa sababu mashindano haya yanaenda kufanyika katika uwanja wa Amani, mimi ningewaomba wadau wote wa michezo e, wana Simba wote kutoka bara na hapa visiwani kuyapa kipaumbele mashindano hayo na kujitokeza kwa wingi. Lakini jambo jingine ambalo tumekubaliana kwa pamoja ni kushirikiana katika hamasa ili kuweza kurudisha ile mwitikio katika mashindano haya na kuyapa umuhimu mashindano ambayo kwa kiwango kikubwa yanajumuisha pia timu kutoka Zanzibar, lakini vile vile kuangalia vipaji. Tunajua kwamba e, goalkeeper wetu Yakub pia E, karia yake kubwa imebebwa kutokea hapa Zanzibar. Kuna wachezaji wa timu nyingine wengi ambao wametokea Zanzibar, lakini vye, tuna mchezaji Karabaka ambaye ana asili ya hapa, Saleh Karabaka ambaye sasa hivi anacheza e, kwa mkopo JKT. Kwa hiyo naamini pia itakuwa ni fursa kwa timu hasa sisi Simba kuangalia vipaji tunapoelekea katika usajili wa dirisha dogo. Tukirudi sasa neno kwa mashabiki wa Simba, watarajia kuiona Simba ya sura gani? Sura zipi? Ya sura Simba ya mpanzu mutale au Simba ya aina gani? Lakini pia malengo makuu kwenye hii Mapinduzi hii, kwa sababu tunakumbuka kabla ya mwaka jana, ya mwaka ule pigwa na Mlandege, ndege mambo yakawa namna gani? Mwaka huu mmejipangaje kuchukua kuondoka na kombe tena? A, sisi mwaka huu tumejipanga na bahati nzuri serikali imeongeza zawadi zawadi, mwanzo ilikuwa ni milioni mia moja kwa mwaka huu ni milioni mia moja hamsini Lakini vilevile vile kumekuwa na mashirikiano na kwa mara ya kwanza me, yamekuwa na udhamini mkubwa na mwaka huu anajulikana kama NMB Mapinduzi Cup e, na kutokana na hiyo fursa sisi tunaamini e, itatuweka katika nafasi nzuri kwanza kujiandaa pia na michezo yetu ya kimataifa ambayo itaanza mwezi huu Januari eh, mwaka 2026, lakini vile vile itaweza pia kumpa fursa kocha kuweza kukitathmini eh, kimkakati na katika masuala ya ufundi kikosi chake, lakini vile vile naamini ni sehemu ya sisi Simba Sports Club kuwarejeshea mashabiki wetu furaha ambao wamekosa kwa muda mrefu. Ko, Kombe liko liko njiani kuelekea Msimbazi.